Bilionea amnasa mtoto asiye na makao akicheza na binti yake aliyepooza. Mtoto asiye na viatu mwenye njaa aliteleza kupitia milango ya jumba kubwa na kumwona binti bilionea ameketi kimya, uso wake ukiwa umejawa na huzuni. Kisha akafanya jambo ambalo hakuna mtu aliyeweza kutarajia. Alianza kucheza, si kwa ajili ya pesa, si kwa ajili ya chakula bali kwa ajili tu ya kumfanya atabasamu. Kilichotokea baadaye kingebadilisha maisha yao yote milele. Richard Lawson alikuwa mmoja wa wanaume tajiri zaidi jijini. Milki yake ilijumuisha mafuta, mali isiyohamishika na usafirishaji, ikimpatia jina la utani la mguso wa dhahabu, kwa sababu kila kitu alichowekeza kiligeuka kuwa mafanikio. Hata hivyo, nyuma ya kuta ndefu za jumba lake la Banana Island mapambano yake makubwa hayakuwa biashara, ilikuwa ukimya wa binti ambaye alitamani kumsikia akicheka tena. Binti yake pekee, Amanda, ambaye hapo awali alikuwa msichana mwenye umri wa miaka nane mkangamfu na mtanashati, alikuwa ameachwa amepooza baada ya ajali mbaya ya gari ambayo pia ilichukua maisha ya mke wake mpendwa Elizabeth. Hapo awali kicheko chake kiliwika ndani ya nyumba kama muziki hapo awali alikimbia bustani akifukuza vipepeo, lakini sasa aliketi kimya kwenye kiti chake cha magurudumu akikodolea macho dirishani, roho yake ikiwa imefifia. Mwanzoni Richard alijaribu kupigana na hali hiyo kwa utajiri wake. Alimpeleka India kwa upasuaji, Ujerumani kwa matibabu, Marekani kwa matibabu ya juu. Kila jaribio liliishia kwenye tamaa ile ile kali. Tabasamu la Amanda lilififia, kicheko chake kilitoweka. Mara chache aliacha chumba chake isipokuwa wakati mlezi wake alimpeleka bustani. Richard, ingawa alikuwa na kiburi na baridi mbele ya ulimwengu, alihisi moyo wake ukivunjika kila siku alimwona akimkodolea macho bila mpangilio mbali. Lakini mchana mmoja wa jua kali jambo lisilotarajiwa lilitokea. Amanda aliketi kimya bustani, macho yake yametulia kwenye lango lililo mbali, akifikiria sana Aligundua harakati kwenye kona ya jicho lake. Kijana asiye na viatu na mnyonge aliteleza kimya kimya kupitia nafasi ndogo karibu na ua. Shati yake iliraruka, kaptula yake kubwa mno kwa umbo lake jembamba, niwele zake zilikuwa zimetawanika, magoti yake yametoka kutokana na maisha mitaani. Lakini alipomwangalia Amanda, macho yake yalimetameta kwa utani. Kisha, bila kusema neno, alianza kucheza. Sio ngoma ya kitaalamu, sio aina ulioyona kwenye video au kwenye TV. Hatua zake zilikuwa za kupita kiasi na za kuchekesha, mikono yake ilizunguka kama ya mkeshi, mwili wake ukijinyonga na kuzunguka kwa namna iliyomfanya aonekane mkeshi. Mwanzoni Amanda aliangaza tu macho, kisha kicheko kidogo kilitoka midomoni mwake. Kijana huyo alipanua macho yake na kujifanya kuteleza, akijishika mwenyewe kwa kishindo. Amanda alipiga makofi, na kisha kama muujiza, alicheka. Haikuwa kicheko cha heshima au kicheko cha kulazimishwa, ilikuwa kicheko safi kisichozuiliwa, kilichosikika kote kwenye uwanja. Kijana huyo alicheka na kucheza kwa bidii zaidi, akizunguka, akiruka, akijirusha kwenye nyasi kama mwigizaji jukwani. Kicheko cha Amanda kilizidi kuongezeka. Jina lake lilikuwa Kola, angalau hilo ndilo jina alilotoa watu walipomuuliza. Hakuna aliyeweza kujua hadithi yake kamili kwa sababu mara chache hakuizungumzia. Watu katika ujirani walijua kwamba Kola hakuwa na nyumbani. Baadhi ya usiku alilala chini ya daraja karibu na kituo cha mabasi. Usiku mwingine alipata pembe za majengo yasiyokamilika ambapo angeweza kujificha. Hakuwa na wazazi yeyote waliomwona, hakuwa na ndugu na hakuwa na kitanda isipokuwa sakafu ngumu ya saruji. Kola alikuwa na jambo moja lililomfanya aendelee kuishi: furaha yake. Wakati njaa ilikuwa kali na usingizi hautakuja, alicheza. Wakati madereva walimfokea kwa kuombaomba kwenye taa za trafiki, alicheza. Alicheza kwa watu asiowajua barabarani, na wakati mwingine walimpa sarafu chache. Ngoma ilimfanya ajisikie hai ilimpa furaha hata katika mateso yake. Harakati zake zilikua sauti yake, ngao yake, njia yake ya kukimbia maumivu ya kutotakiwa makana huo. Kola alikuwa akitembea karibu na jumba la milionea Alianga za kupitia simo dogo lango langona kumuona Amanda ameketikimia karibu, uso wakem dogo uliegemea kwenye mkono wa kitichake magurudumu macho yake yametulia kwa huzuni chini. Kitu kilimwathiri kolo la ndani. Alifikiria, najua huzuni inavyohisi, lakini nikimchezea ngoma, labda ninaweza kumfanya atabasamu. Labda labda ninaweza kufukuza huzuni yake. Kwa hivyo kola aliteleza kimya kimya kupitia wanakuingia bustani Alianza kucheza, akifanya nyuso za kijinga na kujinyonga mwili wake kwa miondoko ya kupita kiasina ya kuchekesha. Amanda alipocheka, alijisikia kama ushindi mkubwa kuliko kupata chakula baada ya siku ndefu ya njaa. Kicheko chake kilimfanya moyo wake udunde haraka. Alicheza kwa bidii zaidi, kwa fujo zaidi. Kila makofi na kicheko kutoka kwake kilimpa nguvu mpya katika dakika hizo za thamani. Kola alisahau kwamba hakuwa na viatu mwenye njaa na asiye na makao. Hakuwa mwombaji wala mvulana wa mitaani, alikuwa tu mtoto akimletea furaha mtoto mwingine. Kile ambacho Kola hakugundua ni kwamba hakuwa akimfanya Amanda acheke tu, alikuwa akibadilisha maisha yake na yake mwenyewe milele. Ndani ya jumba, Richard Lawson alikisikia akaganda. Hakuwa amesikia sauti hiyo kwa miezi. Alikimbia kwenye balkoni akitarajia kuona muujiza na kwa namna fulani aliuona. Binti yake alikuwa akicheka akipiga makofi, macho yake yakiwa hai tena, na chanzo cha furaha yake haikuwa dawa, si tiba, si pesa. Alikuwa mtoto asiye na makao akicheza bila viatu kwenye uwanja wake. Kutoka kwenye balkoni, majibu ya kwanza ya Richard Lawson yalikuwa hasira. Je, huyu mvulana wa mitaani aliyeva vibaya aliingiaje kwenye uwanja wake? Walinzi walikuwa wapi? Je, kama alikuwa hatari? Ngumi za Richard zilikaza, karibu apige kelele, tayari kumfukuza mvulana huyo mara moja. Lakini kisha akamuona Amanda. Mashavu yake yalikuwa mekundu kwa msisimko, mikono yake ilikuwa ikitembea ikipiga makofi kwa nguvu ambazo hakuwa ameona kwa miezi. Mgongo wake ambao kawaida ulikuwa umepinda ulikuwa umenyuka, na kicheko chake kikubwa, kisichozuiliwa, kimejaa uhai kilijaza hewa. Richard akaganda mahali pake. Kwa miezi alikuwa ametumia mamilioni akiwafukuza madaktari na matibabu ila tu kumwona binti yake akizama zaidi katika kukata tamaa. Sasa chini ya dakika kumi, huyu mtoto asiye na viatu alikuwa amemrudishia uhai Richard. Hakulielewa, hakuliamini, lakini hakuweza kukataa alichokiona. Alijificha nyuma ya moja ya nguzo za marumaru maru za jumba akitazama kimya kimya. Kifua chake kilisinya, si kwa hasira, wakati huu bali, kwa kitu ambacho alikuwa amekaribia kusahau: tumaini. Kijana huyo alipocheza na Amanda, akipiga makofi, Richard aligundua jambo la kushangaza: huyu mvulana wa mitaani alikuwa akifanyia binti yake kile ambacho utajiri wake wote haukuweza kola. Alirudi mahana uliofuata kwa njia ile ile aliyokuja mara ya kwanza: kimya, haraka na mwenye matumaini. Hakujificha kwa sababu alitaka kuiba. Alikuja kwa sababu sasa alikuwa amebeba dhamira ndogo moyoni mwake, kumfanya Amanda acheke tena. Alikuwa amelala nyuma ya kibanda usiku uliopita, tumbo likiguna, lakini aliamka na tabasamu. Alikuwa amepata kitu kikubwa kuliko njaa, kusudi. Alipoteleza kupitia ua, alimwona akimsubiri kwenye lango, macho yakiwa angavu, mikono tayari kupiga makofi. Uko tayari? aliuliza akiinua mikono yake kama ka makeshi wa sarakasi. Amanda alicheka na kuinama kabla hajanza. Richard Lawson alitoka nje kwa sekunde, Kola akaganda. Alijua sura hiyo, hasira ya watu wazima inayokuja kabla ya kipigo au teke barabarani. Alishika pumzi yake akijandaa kukimbia ikiwa italazimika. Sauti ya Amanda ilivunja mvutano. Baba, tafadhali usimfukuze, tafadhali. Richard alimchunguza mvulana huyo kwa karibu kwa mara ya kwanza. Shati iliraruka kwenye bega, kaptura ilininginia kwenye kiuno chembamba sana. Kijana huyo hakuwa na viatu na alikuwa na makovu kwenye magoti yake ambayo yalisimulia hadithi ambazo hakuna mtoto anayepaswa kusema, lakini macho yake yalikuwa imara, siyo ya kiburi, siyo dhaifu, bali imara tu. Jina lako nani? Richard aliuliza. Kola, mvulana alijibu. Kwa nini uliingia humu? Kola alimeza mate. Nilimwona, alionekana mwenye huzuni siku ya kwanza. Nilifikiri labda nikicheza angecheka. Sikukuja kuchukua chochote bwana, nilikuja tu kutoa kitu kidogo. Naweza kuondoka baada. Maneno yalikuwa rahisi, lakini yalimwingia Richard kama mvua kwenye ardhi kavu. Unakaa wapi? Richard aliuliza kwa upole zaidi. Sasa popote, Kola alisema kituo cha mabasi wakati mwingine nacheza kwa pesa kidogo, wakati mwingine nacheza tu kwa ajili yangu mwenyewe, ili njaa isinishinde. macho ya Amanda yalijaa ya. Ananifurahisha furahisha, baba. Richard alimtazama binti yake, mashavu yake yalikuwa yanang'aa, mgongo wake umeyanyuka. Aligundua vidole vyake vya miguu vikisogea. Inaweza kuwa kidogo, lakini ilikuwa harakati harakati, ambayo hakuwa ameiona kwa miezi Akavuta pumzi. Sawa, unaweza kukaa kwa leo, waziwazi ambapo unaweza kukuona. Hakuna utovu wa nidhamu, unaelewa? Kola alitikisa kichwa haraka, faraja ikimjaa usoni. Alimgeukia Amanda na tabasamu. wakati wa shu? Aliuliza, alipiga makofi, na hivyo tu, bustani ikawa jukwaa tena. Siku moja ikageuka kuwa tatu, tatu zikageuka kuwa wiki. Walinzi waliambiwa wasimzuie mvulana tena. Muruhusu ainge saa kumi, Richard aliamuru. Anaondoka saa kumi na mbili anakula kabla hajaondoka. Kola alifika kila siku na mawazo mapya. Alicheza kama kinachozunguka, alisimulia hadithi za kuchekesha kutoka kituo cha mabasi, aliigiza mabishano kati ya madereva wa danfo na makondakta wao. Alifanya sauti za kuchekesha, akaanguka kwa kishindo, akasimama kwa ujasiri, akainama kama mfalme kisha akavuka macho yake mpaka kicheko cha Amanda kikatikisa mabega yake. Lakini haikuwa kicheko tu, kitu kingine kilikuwa kinatokea. Mikono ya Amanda ilikuwa imara zaidi kutokana na kupiga makofi. Alianza kuinua mikono yake kuiga miondoko ya Kola. Sauti yake iliongezeka ujasiri. Alimwambia tena na hapana, fanya kama jana. Hata alijaribu kuzungusha kiti chake cha magurudumu katika duru ndogo, wakati yeye alizunguka kwenye nyasi, na kila mguko mdogo ulijisikia kama ushindi. Richard alitazama haya yote kimya kimya. Aligundua vitu vidogo: jinsi kola hakuwahi kuomba chochote kabla ya kuigiza, jinsi alivyokuwa akimwangalia uso wa Amanda kabla ya kujaribu mzaha, jinsi asivyotarajiwa chochote isipokuwa makofi. Hata hivyo, chakula kilipotolewa alikula kwa upole kama mtu aliyekuwa anajua maana ya kula mara moja kwa siku. Jioni baada ya kola kuondoka, Amanda alizungumza zaidi ya hapo awali. Baba, uliona ile aliojifanya kuwa king oracha polisi? Baba, leo nilihisi kitu kwenye vidole vyangu. Baba, anaweza kuja kesho? Daktari alimchunguza wakati wa ziara ya kawaida hospitalini na alishanga. Ushiriki wake umerejea Alisema akimwangalia kwa karibu, aina hii ya motisha inaweza kuanzisha njia za kupona. Hatuwezi kueleza kila wakati. Chochote unachofanya endelea kufanya, endelea. Usiku huo Richard alisimama peke yake bustani, akiangalia mahali ambapo Kola alicheza. Alihisi kitu ambacho hakuwa amehisi kwa muda mrefu, shukrani ambayo haikutoka kwa uhamisho wa benki. Alinong'ona kwenye hewa ya joto, asante kijana na ingawa hakuna mtu aliyekuwepo kusikia, bustani ilionekana kukubali. Ilitokea mchana wa kawaida, aina ya siku ambayo hautatarajia miujiza. Jua lilishuka chini, ua ulitupa vivuli laini kwenye nyasi na redio mahali fulani ilikuwa ikicheza wimbo wa zamani wa highlife. Kola alikuwa katikati ya maonyesho, akifanya densi yake ya mwendo wa polepole pole, ambapo alitembea kana kwamba wakati ulikuwa umenene pana mzito. Amanda alicheka sana mapaka akasahau kushika blanketi yake mahali pake. Ngoja, alisema akipumua, ngoja nijaribu kitu. Aliweka mikono miwili kwenye vishikio vya kiti chake cha magurudumu, uso wake ulikaza kwa juhudi. Kwa moyo moja hakuna kilichotokea. Kisha mabega yake yalipanda kisha kifua chake, kisha polepole pole viuno vyake vilinuka inchi moja, kisha mbili. Alishika kwa kutetemeka kwa hesabu tatu ndefu. Moja, Kola alinongona, macho ya kipanuka. mbili. Richard alihesabu, akisonga mbele bila kugundua. tatu. Amanda alipumua kabla ya kuzama tena kwenye kiti, akipumua na kutabasamu, macho yalikuwa na maji. Ukimya ulishuka bustani Haikuwa ukimya wa zamani ule mzito. Ulikuwa ukimya mtakatifu, aina inayokuja baada ya sala kujibiwa kwa njia ambayo hukuitarajia. Kola alivunja ukimya kwa kelele. Ulifanikiwa! Ulifanikiwa! alizunguka mara tatu na kuanguka magoti kando yake. Bingwa Richard alipiga magoti upande mwingine, mikono yake ikitetemeka. Aligusa paji la uso la binti yake kwa upole. wewe ni jasiri alisema, Ninajivunia sana wewe. Amanda aliwafikia wote wawili, mkono mmoja mdogo kwa baba yake, mmoja kwa rafiki yake. Siogopi tena, alisema anapocheza, najisikia kama ninaweza kusogea. Hawakuambia ulimwengu bado, hawakuchapisha au kupiga simu magazetini. Waliendelea tu, kicheko zaidi, mazoezi zaidi, miondoko midogo zaidi iliongezeka na kuwa kitu kikubwa. usiku huo Richard hakuweza kulala. Alitembea korido ndefu za jumba lake, nyayo zake zikipiga kelele dhidi ya sakafu ya marumaru. Alimfikiria binti yake, macho yake angavu wakati Kola aliingia, sauti yake imara wakati alimwita. Kisha akafikiria kiburi chake, taswira yake, jina lake. Ilikuwa vita ndani ya kifua chake. Kati ya kiburi na upendo, kati ya kile ulimwengu ulitarajia na kile moyo wake ulikuwa ukimwambia. Alfajiri Richard aligundua kitu: sifa isingeweza kumponya binti yake. Pesa hazikuwa zimerejesha kicheko chake, lakini Kola, mvulana asiye na chochote, alikuwa amempa Amanda tumaini. Kwa mara ya kwanza, Richard alikiri mwenyewe, labda utajiri si nguvu kubwa zaidi labda fadhili ndio. Mchana mmoja wa Jumamosi, Richard alimwita Kola aketi naye bustani. Kwa mara ya kwanza mvulana huyo hakuulizwa kucheza, aliulizwa kuzungumza. Niambie kuhusu wewe, Richard alisema. Kola alisitisha. Hakuna mtu aliyewahi kumuliza kuhusu yeye. Watu waliona tu nguo zake chafu na kumpungia mkono, lakini macho ya Richard yalikuwa makini, karibu upole. Sijui nilizaliwa wapi, kola alianza kwa upole. Mama yangu alikufa nikiwa mdogo, baba yangu aliondoka. Baadhi ya wanawake sokoni walinipa chakula wakati mwingine, lakini nilipokuwa mkubwa waliacha. Kwa hivyo nilikaa na wavulana wengine kituo cha mabasi, tunalala chini ya daraja au katika maduka ikiwa hayana watu. Richard alisikiliza kifua chake kikisinya. kwani ni unacheza? aliuliza. Kola alitabasamu kidogo. Ukiwa na njaa mwili wako unajisikia mzito. Ukiketi tu, njaa inashinda, lakini ukisogea, ukicheza, inajisikia nyepesi. Watu hucheka wakati mwingine, hunipa sarafu wakati mwingine hawapi, lakini angalau angalau sijisiki kutambulika. Richard alitikisa kichwa pole-pole. Alikuwa amesoma shule bora zaidi, amekula milo bora zaidi, na amesafiri duniani hata hivyo ameketi mbele yake, alikuwa mtoto ambaye alikuwa amejifunza ukweli mkubwa wa maisha bila mwalimu yeyote: furaha ni nguvu. Kuanzia leo, Richard alisema kwa uthabiti, wewe hutambuli kitena, wewe ni sehemu ya nyumba hii. Kola aliangaza macho, akishuku kama alikuwa amesikia vizuri. Lakini Amanda alipojisogeza karibu na kumshika mkono akicheka sana, aligundua hakuwa tena tu mtoto wa mitaani. Alikuwa akigeuka kuwa familia. Wakati wa mabadiliko ya kweli ulikuja mhana mmoja, ambao ulianza kama mhana mwingine wawote. Jua lilikuwa la joto, maua bustani yalitikiswa kwa upole, na Kola alikuwa akifanya densi yake ya kuchekesha ya roboti, huku Amanda akipiga makofi. Nataka kujaribu kusimama, alipiga kelele ghafla, akijishangaza hata yeye mwenyewe. Kola aliacha katikati ya miondoko. Nini? Nina maanisha, alisisitiza, sauti yake ikiwa imara. Richard ameketi karibu alikaza. hakutaka ajitengeneze, lakini pia alijua asingeweza kumzuia Amanda. Aliweka mikono yake kwenye vishikio vya kiti chake cha magurudumu mikono yake ilitetemeka, lakini hakuacha. Alisukuma kwa nguvu, uso wake ukikunja kwa juhudi. Polepole, kwa uchungu, aliinuka goti moja lilijitetemesha, kisha jingine likanyuka kidogo. Hakuwa amesimama wima, lakini alikuwa amesimama miguu yake ikisisitiza dhidi ya ardhi, mwili wake ukiwa umeanyuka kwa mara ya kwanza tangu ajali. Moyo wa Richard ulidunda kwa nguvu kifuani mwake. Walinzi langoni wakaganda hata wafanya kazi wa nyumbani walipumua kutoka mbali. Kola alipiga kelele kwa furaha, akizunguka katika duru kabla ya kuanguka magoti. Ulifanikiwa! Unasimama Amanda, unasimama Amanda. Alijishika hapo kwa sekunde tatu, mwili wake mdogo ukitetemeka kama jani kwenye upepo. Kisha akaanguka polepole kwenye kiti. Badala ya kulia, alicheka. Nilisimama, uliniona baba? Nilisimama. Richard alipiga magoti kando yake, machozi yakififisha macho yake. Aligusa mikono yake inayotetemeka. Nimeona, kipenzi changu, na sijawahi kujivunia zaidi. Siku hiyo jumba halikuwa kimya tena, lilikuwa limejaa kicheko, makofi na shangwe. Wakati wa mabadiliko ulikuwa umefika, na Richard alijua uponyaji wa binti yake ulikuwa umeanza, na yote yalianza na matoto ambaye hapo awali hakuwa na chochote isipokuwa ngoma. Usiku huo muda mrefu baada ya Amanda kulala usingizi, Richard aliketi kimya kwenye chumba chake cha kusomea. Karatasi kwenye meza yake hazikuguswa. Simu yake ilinguruma na jumbe, lakini alizipuza. Mawazo yake yalikuwa kwenye kitu kimoja: Kola. Kwa wiki kadhaa mvulana huyo alikuwa amerudisha uhai kwa binti yake. Alicheka tena, alisogea tena, aliishi tena, na usiku wa leo alikuwa amesimama hata kama kwa sekunde chache tu, ilikuwa muujiza. Richard alijua haikuwa bahati, ilikuwa Kola. Usiku huo Richard alimkuta Kola ameketi kimya kwenye ngazi za nyuma, mikono yake imevikwa magoti yake, akitazama kwenye giza, kana kwamba hakuwa na uhakika kama kweli alikuwa anamiliki mahali pale. Richard alishuka chini kando yake. haipaswi kuwa hapa peke yako, Richard alisema kwa upole. Kola alishusha mabega kidogo. Nimezoea bwana. Sio tena, richard alijibu, sauti yake ikiwa imara, ikibeba uzito wa ahadi. hii ni nyumbani kwako sasa. Wewe ni sehemu ya familia hii. Utakula milo mitatu kwa siku, utaenda shule na hutawahi tena kujiuliza wapi utaweka kichwa chako. Macho ya Kola yalipanuka, sauti yake ikitetemeka, aliponongona asante Bwana Richard. Alimgeukia kabisa, macho yake yakimetameta Nisikilize Kola, najua ulichompa binti yangu. Ulimpa kitu ambacho hakuna pesa, hakuna daktari, hakuna dawa ingeweza kutoa: tumaini. Na yeyote anayetoa tumaini, situ anastahili kujulikana, anastahili kupendwa. kwa mara ya kwanza maisha ni mwake, kola alijisikia kuonekana kweli. Kuu lake lilisisitiza na machozi ya katiririkamashavuni mwake. Usiku huo alilala kwenye kitanda laini salama chini ya paa mahali ambapo hatimaye angeweza kusema ni nyumbani. Usiku wa saruji baridi wa zamani ulikuwa umekwisha. Haikuchukua muda mrefu kwa hadithi hiyo kusambaa jijini. Milioni ya mwenye nguvu alikuwa amefungua milango yake kwa mvulana kutoka mitaani. Kwa wengine ilikuwa kitendo cha hisia za kizembe, kwa wengine ilikuwa alama ya ujasiri wa kweli. Magazeti yaliandika habari kwa vichwa vikali "Milionea Lawson amemchukua mtoto wa mitaani." Jiji limegawanyika kati ya hasira na pongezi. Baadhi ya washirika wa biashara wa Richard walimvuta pembeni. Richard, hii itaharibu sifa yako. Mtoto wa mitaani ndani ya jumba lako? Je, kama anaiba? Je, kama anakudhalilisha? Kudhalilisha, fikiri ya taswira yako. Lakini Richard alikuwa amebadilika. Hakujali tena muonekano wa juujuu. Taswira yangu, alisema kwa utulivu. Binti yangu anasimama tena. Binti yangu anatabasamu tena. Hiyo ndiyo taswira pekee ninayoijali. Amanda mwenyewe aliwaambia yeyote aliyemuliza. Kola ni rafiki yangu. Ananifanya niwe imara. Kama humpendi, hunipendi. Sauti za mashaka zilizidi kutulia kwa sababu wakati wengine walicheka, wengi wengine walivutiwa. Majirani walinong'ona tofauti. Sasa hebu fikiria, mtoto kutoka mitaani anamfanya Amanda atembee tena! Labda fadhili ni tajiri kuliko pesa. Na katikati ya yote hayo, Kola alibaki mnyenyekevu. Hakujali magazeti au uvumi. Kila siku alicheza tu, kila siku alicheka na Amanda, kila siku alitoa zawadi yake. Jumba ambalo hapo awali lilijawa na ukimya, sasa lilijawa na uhai. Asubuhi zilianzana Amanda akimuita Kola. Machana ulijawa na kicheko wakati alipofanya miondoko yake ya kuchekesha. Jioni ziliisha na milo ya pamoja, ambapo Amanda alimkejeli baba yake kwa kutabasamu mara nyingi zaidi kuliko hapo awali. Pole pole tiba ya Amanda iliboreka, pamoja na Kola akimshangilia ya kando yake, alitembea hatua ndogo, kisha ndefu zaidi bado alitumia kiti chake cha magurudumu wakati mwingine, lakini hofu haikumdhibiti tena. Alikuwa akiishi tena. Richard pia alibadilika. Hakuwa tena tu milionea anayefukuza biashara, alikuwa baba akigundua tena furaha, na pamoja na Kola alijikuta akitenda kama baba tena, akiongoza, akifundisha, akilinda. Siku moja Amanda alimtazama Kola na kunongona sasa siko peke yangu tena, nina kaka. Richard alicheka, lakini ndani moyo wake ulijawa na fahari kwa mara ya kwanza baada ya miaka. Nyumba yake haikuwa tena tu jumba kubwa, ilikuwa nyumbani. Jioni moja, jua lilipopaka anga ya jiji dhahabu na zambarau, Richard alisimama bustani akimtazama Amanda akitembea kwa uangalifu na Kola akimshika mkono Sauti ya kicheko chake ikichanganyika na kelele za kuchekesha za kola zilijaza hewa. Katika wakati huo Richard alielewa kitu ambacho hakuwa amewahi kujua kweli. Pesa zilikuwa muhimu, ndio, lakini utajiri wa kweli haukuhusu akaunti za benki au mikataba ya biashara. Utajiri wa kweli ulikuwa katika kicheko cha binti yake, katika ujasiri wa mvulana ambaye alikataa kuvunjika na mitaa katika upendo uliowaunganisha wote pamoja. Alinong'ona mwenyewe, nilifikiri nilikuwa na kila kitu, lakini sikuwa na chochote mpaka nilipokutana na mvula na huyu. Kuanzia siku hiyo Richard Lawson alijulikana si tu kama mtu tajiri, bali kama mtu mwenye moyo. Kola hakuwa tena mtoto asiye na makao, alikuwa sehemu sehemu ya familia ya Lawson, na hadithi ya Amanda ikawa mwanga wa matumaini kwa familia kila mahali, kwamba wakati mwingine tiba tunayohitaji hautokani na dawa au pesa, bali kutokana na upendo, fadhili na urafiki usiyotarajiwa. Ikiwa hadithi hii imekugusa, tujulishe kwenye maoni na utuambie unatutazama kutoka wapi duniani. Usisahau kujiunga na Myths by Maya kwa hadithi za kihisia za kusisimua na zisizosahaulika. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa mwema, endelea kuwa imara na endelea kutazama.